Bodi ya ligi watupe kabisa kombe, tujipange kwa mengine ujue. Ili... kama kama mapema sana kwenye kombe jamani. Ah, mambo mengine, dalili za mvua ni mawingu, utakii kumiza kichwa kivile? Jambo tayari lishajionyesha hadharani, utakii kumiza kichwa? Tumebakisha mechi tatu. Mechi? Tatu. Mechi tatu. Watani wamesema hawaji, tayari washatoka nyoo ya mapema hiyo, tayari tuna pointi tatu, tumejitoa kwenye ubingwa. Washajitoa tarehe 15 mwezi wa, mwezi wa wa sita, hiyo tayari washajitoa pale. Tuna alama tayari tatu, tumebakisha mechi mbili. Tuna mechi na Kagera tutachezea hapa hapa nyumbani kwetu, tuna mechi na KenGold tutakwenda kucheza si popote kukupeleka. Kwa maana hiyo target yetu ni kupata alama sita tu basi. Uh, hii kwanza wa wa na washukuru sana wachezaji wangu, nashukuru sana technical bench kwa ujumla. Wachezaji wangu wametumia uzoefu Wachezaji wangu wametumia energy kubwa sana katika mechi za back to back zile nne nafikiri za ligi mliziona zivyo batana batana, tukaenda Moroko nafikiri mliona wote, mlishuhudia mechi ilivyokuwa tafu. Hatujatulia tukijiandaa, tucheze Rupaso goma likapeleka Zanzibar, wachezaji wakapambana fainali kama mlivyoona, wachezaji wangu kipindi cha pili dakika kama za mwanzoni walicheza wakiwa pungufu, wali walitumia energy kubwa sana na na na Sigida, sio timu ya kubeza, kama kama mwenyewe ulivyoona, na shukuru sana wachezaji wangu. Target kwenye raundi kama hizi ni kupata alama tatu, na Sigida sio timu ya kubeza, na kama mwenyewe ulivyoona, na shukuru sana wachezaji wangu. Target kwenye raundi kama hizi ni kupata alama tatu. Tumepata tayari alama tatu, wana simba tuna enjoy, wana simba tuna fly. Na pongeza sana wachezaji wangu, wametumia nguvu kubwa sana, pamoja na uchovu, kazi yao wametekeleza ile inavyotakiwa. Nimefarijika, nimefly sana sana. ngapi zimepigwa leo? Pasi zilikuwa nyingi sana, zilikuwa pasi milioni 999000 so nyingi kivile. Kinachofuata ni Singida tena kule katika uwanja wa Kwara, dhidi ya Singida. So Singida, kituo kinachofuata tunakwenda Manyara, Mungu akipenda, kama kawaida ratiba yangu natimiza miaka 13 na miezi miwili na, na Jumapili mbili ya kuingia kanisani nitasali pale Babati, alafu ndo tarudi zangu Dar es Salaam siku ya Jumapili, wakati Jumamosi tarehe 31 tayari tushahitimisha shughuli yetu, hili tushalimaliza, tunakwenda kwa shirikisho. Shirikisho amba ndo CRDB Federation, lakini tageti yetu sisi Simba Sports tumekuja kwenye mashindano yenye azi yetu. Haya hapa klabu bingwa hii, klabu bingwa tutacheza leo. Kwa hiyo tutakwenda kwenye shirikisho kule. Sasa wachezaji watakuwa wamepata nafasi ya kupumzika ile kisawasawa. Ubaya ubela utaendelea, tunaupeleka ubaya ubela Manyara, pasi na shaka na yote e, yeah. pamoja pamoja, kichachanyoka wakibebe mzigo.